Mandhari ya kupendeza, rangi nzuri ya waridi, korongo aina ya flamingo wamerejea. Mwenda tezi na omo, marejeoni ngamani. Ndege hawa ambao wavutia watalii wengi wanaozuru Baringo walikuwa wamepaa hadi kingoni mwa ziwa Naitron nchini Tanzania katika msimu wa kuzaana, kwa mujibu wa msimamizi wa mbuga ya wanyama Lake Baringo, James Kimaru kurejea kwa ndege hawa kutaimarisha sekta utali ya utalii katika kaunti ya Baringo. We had the issue of insecurity for the last one year down the line. But since the county government has worked close with the national government, currently we no longer have those issues in, in Baringo. And I want to appeal to the Kenyans that, if you, if you are in Baringo, you are in safe. Ndipo sasa wadau wajiandaa Mgeni njoo mwenyeji the apone um. Aidha, ziwa Baringo limepata sifa za kuangusha miamba kutokana na uwepo wa ndege hawa pamoja na chemichemi moto zilizo kwenye eneo hili. Lakini mabadiliko ya anga yanayosababisha mafuriko yameathiri sekta hii kwa muda. Kurejea kwa ndege hawa wa flamingo kunaashiria mwamko mpya katika sekta ya utalii wa eneo hili. Chemichemi moto zilizokuwa zimefunikwa na maji zimechipuka upya. Alex Kiarie, QTV.